Ni kukumbushana binadamu tumeumbwa kusahau, au kujisaulisha, au kuwa wakorofi. Ndio maana tuna sheria kwao, tutaendelea kukumbushana hatua mbalimbali mbali, na kusema kwamba hii ni haramu. Yani tuiogope kama sumu, na ni kweli ni sumu, kwa sababu taka inaua mifumo ya ekolojia na ufanyaji kazi wake, na pia ni sumu katika miili yetu na afya zetu. Unaona urahisi tu wa kubeba, ni bei rahisi lakini unaifanyaje isije ikakudhuru kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo ukitambua kwamba hii hapa ni sumu, huwezi kugusa sumu. Hivi tunakulaga zile au tunashika sumu ya panya kizembe? Si hata haziuzi madukani kwa sababu ni sumu. Wewe ukiona mfuko wa plastiki, hebu iweke kichoni mwako kwamba hii ni sumu, na utamshangaa anayeuza, na utashikwa na hasira anayesambaza kwa kila mtu awe polisi katika kulinda mazingira yetu, kwa sababu hiyo ni sumu ya panya kwenye mfumo wa kiplastiki, ndio maana imekatazwa duniani. NEMC katika kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani itaendelea kutoa elimu kwa kuhusu juu ya sheria ya kanuni za mazingira nchini, mbinu bora za kudhibiti taka za plastiki na fursa zilizopo uwekezaji katika teknolojia rafiki kwa mazingira ulinzi na uhifadhi wa vyanzo, mifumo na ekolojia ya maji, misitu, milima na vilima, fukwe na bahari, pamoja na bioanuai, pamoja na fursa za kiuchumi kwenye taka na sekta za mazingira kwa ujumla wake. Tunaamini kuwa jamii ikielimishwa vizuri itaweza kuchukua hatua za kulinda mazingira, kwani mazingira ni msingi wa maisha yetu. Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira nchini, NEMC, inatoa wito kwa pamoja kushiriki katika kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe tano wa mwezi wa sita, ikiwa ni sehemu ya majukumu yake ya msingi ya kuhamasisha na kuongeza uelewa wa pamoja kwa umma na jamii kwa ujumla katika utunzaji wa mazingira na faida zinazotokana na ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Kauli mbiu ya siku hii ya mazingira duniani ya mwaka huu 2025 ni marejesho ya ardhi, kuenea kwa jangwa na kustahimili ukame ambayo inatoa hamasa ya kushughulikia moja kwa moja changamoto ambazo ni muhimu sana kwa Tanzania ikiwemo uharibifu wa ardhi kutokana na kilimo kisichoendelevu, ukataji ovyo o holela wa miti, kuongezeka kwa ukame unaoathiri kilimo na usambazaji wa maji safi na salama na haja ya kukabiliana na hali ya hewa na kurejesha mfumo wa kiikolojia. Siku hii hutumika mahususi kwa ajili ya malengo kadhaa muhimu ikiwemo moja kuimarisha dhamira ya Tanzania katika kutekeleza malengo ya kimataifa mazingira yani global environmental goals kama vile mwongo wa Umoja wa Mataifa wa marejesho wa mfumo wa ya ekolojia yani UN decade of ecosystem restoration 2021 2030 na na malengo maendelevu maendele ya nchi Sustainable development goals ambazo tumejiwekea mikakati hii kimataifa. Pili, ni kukuza vipaumbele vya kitaifa vya mazingira. Hivyo NEMC kupitia maadhimisho haya inatoa wito kwa jamii kuanza kuweka mikakati na jitihada za kurejeleza ardhi inayoharibiwa na kurejesha uoto wa asili, upandaji wa miti na kuwa na mipango na matumizi sahihi ya ardhi. Mbili, wanajamii kuzingatia utunzaji na usafi wa mazingira kwa ujumla wake. Tatu, tunalenga katika kuadhimisha siku hii kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira nchini, kwani siku ya mazingira duniani hutoa jukwaa la kipekee. Kwanza, kuelimisha wananchi kuhusu sheria, kanuni na miongozo ya mazingira, haki na wajibu wa kila mmoja wetu. Mbili, kuangazia matokeo ya uharibifu wa wa ardhi, mifumo ya maji na ekolojia zake na mabadiliko ya hali ya hewa, na tatu, kuhimiza ushiriki wa jamii katika shughuli za utunzaji mazingira kama vile upandaji miti, usafi kwa ujumla wake, programu za uhifadhi na urejelezaji wa taka aina mbalimbali. Nne, pia tunahamasisha kutambua uongozi mahiri katika uhifadhi wa mazingira, kwani siku hii ni fursa pia ya kusherekea na kutuza watu binafsi, jamii, mashirika na taasisi zinazotoa mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira kupitia tuzo za mazingira na pili, kuonyesha ubunifu katika teknolojia zinazozingatia mazingira safi na salama na kampeni za uhamasishaji wa kuwa na teknolojia na uzalishaji endelevu. Tano, kama baraza pia tunataka kukuza na kuimarisha ushirikiano kati ya wizara na sekta mbalimbali mbali na taasisi, mamlaka za mitaa, wadau wa maendeleo na wafadhili, mashirika yasiyo ya kiserikali, wanazuoni, sekta binafsi na wale wanaojitolea shughuli za mbali mbalimbali za usimamizi na uhifadhi wa mazingira nchini. Katazo hili la mifuko ya plastiki, matumizi ya wanasema singo nini, single use mifuko ya plastiki ilishatolewa na mikakati mbalimbali imekuwa ikitekelezwa na kuna kanuni ambayo inatupa mwongozo wa usimamizi wa kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki. Kazi hii hufanywa na kikao kazi task force ambayo inajumuisha taasisi mbalimbali. Nafikiri tuko taasisi saba mahususi chini ya wenyekiti ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. NEMC au baraza ikiwa ni makamu mwenyekiti, ikiwa ni katibu wa task force hiyo. Kwa ni swala la kitaifa ambalo lina usimamizi chini ya taasisi mbalimbali ambayo nimeshazitaja baadhi yake, ikiwa ni TBS, uhamiaji, hivyo vyombo vya ulinzi na usalama, viwanda na biashara, TPA, yani zile taasisi ambazo zinahusiana kwenye uh, mipaka zipo zinahusika. NEMC ni katibu wa task force hiyo, mwenyekiti wake akiwa ofisi ya makamu wa rais. Kwa, kwa upo mmoja wetu tukiimarisha zaidi mikakati na kuja na njia ya kudhibiti, basi tunaweza kufanikiwa. Ndio maana tunatoa wito, kila mmoja wetu ana wajibu wa kusimamia sheria na kanuni, kuhakikisha kwamba mazingira ni safi na salama. Nemki inaweza ikafanya enforcement, ikaenda kutembea masokoni, ikafanya kamata, kamata, lakini ni nani amezalisha? Kuna taasisi inashughulikia, si ndio? Ni nani amethibitisha ubora wake? Kuna taasisi inafanya nini, inashughulikia kuna local government authority ambaye anasimamia masoko. Ni nani ameruhusu pale sokoni mfuko huo kufanya nini, ukatumikia ukafanyia uka, uka kazi? Na wewe mwananchi unaenda pale ukafungushiwa na kifurushi mfuko ambao unajua huu umekatazwa. Kwa nini ukubali nyanya yako, karoti yako ifungashiwe kwenye. Kila mmoja angesimama katika nafasi yake kusingekuwa na hili tatizo, lingeisha na hata hiyo mifuko mingine inayozalishwa ya plastiki ambayo ni kifungashio halali na halisi, basi tuna champion kuwa na urejelezaji wa bidhaa hiyo, kuwa kuna jinsi ya kurejeleza au jinsi ya kuiteketeza hiyo taka ambayo inatokana na mifuko ya plastiki. Kwa kazi yetu NEMC, tunatoa wito wa kuhamasisha kwamba kila mtu asimame katika nafasi yake kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni safi na salama. Kila mmoja ana wajibu. Tusisubiri kusema sheria ichukue mkondo wake, hapana. Tukiweza kila mmoja kusimama katika nafasi, basi soko halitakuwepo, kwa uzalishaji hauwezi kuwepo, wala hatuwezi kuingiza nchini bidhaa ambayo sisi tumeipiga marufuku.